Chama cha Mapinduzi kimesema wajumbe wake wa mkutano mkuu wa taifa wanaondoka katika jiji la Dodoma huku wakiwa wamebeba matumaini ya kupata ushindi kuliko wakati wowote wa mamia ya wajumbe hao kutoka mikoa ya Tanzania bara na Zanzibar wameliacha jiji kuu hilo la Tanzania wakiamini chama chao kitashinda uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Matamshi hayo yametamkwa na katibu wa kamati maalum ya NEK Zanzibar, idara ya itikadi mwenezi na mafunzo Comrade Hamisi Mbeto Hamisi, aliyesema kazi iliyobaki ni kuinadi ilani mpya ya CCM ya uchaguzi wa mwaka 2025-2030 kwa nguvu zote. Mbeto alisema hakuna chama cha siasa wala mgombea atakayehimili kimbunga cha kampeni za CCM ambazo zitaanza miezi michache ijayo kutoka sasa. Alisema mwenyezi huyo uwasilishaji wa taarifa ya matokeo ya ilani ya uchaguzi wa mwaka 2020-2025 imeleta tija na mafanikio, ya utekelezaji wa maendeleo ya kisekta kumedhihirisha nia thabiti walio nayo marais Dkt Samia Suluhu Hassan na mwenza wake Daktari Hussein Ali Mwinyi. Wajumbe wa mkutano mkuu wameondoka Dodoma wakiwa wamebeba vikapu vya matumaini ya ushindi, silaha ya ushindi wa chama cha siasa kutokana na ubora wa ilani, sera na mipango ya maendeleo, alisema. Eidha, katibu huyo mwenezi alisifu kazi kubwa iliyofanywa na serikali zote mbili katika azma ya kutumikia wananchi na kuweka mkazo katika utatuzi wa changamoto za maendeleo ya kisekta, alisema mwenezi huyo. Matokeo ya utekelezaji wa ilani iliyopita ya mwaka 2020, 2025 imeeleza mafanikio ya sekta za afya, elimu, uwekezaji, miundombinu, nishati ya umeme na gesi, ufugaji na ukuzaji kilimo, pamoja na sekta ya uvuvi. Taifa limepiga hatua nyingi za kimaendeleo Leo hususan katika sekta ya usafiri, mawasiliano na makazi ya nyumba bora za kisasa, ujenzi wa masoko, barabara, shule za msingi na sekondari, ikiwemo ujenzi wa vituo vya afya na hazanati, alieleza katibu huyo. Pia alisema kiongozi huyo, ilani iliyopita imetaja na kuonyesha mafanikio katika ukuaji wa uchumi wa taifa, pato la taifa, viwanda, uhusiano wa kimataifa, diplomasia, michezo na siasa, pia mikopo ya taasisi za kimataifa na elimu

Kadhalika Mbeto alisema taarifa katika ilani iliyopita imeonyesha jinsi halmashauri za wilaya zilivyoanzisha miradi ya maji safi na salama, barabara za vijijini, wilaya na mikoa hadi kukamilika kwake. Matumaini makubwa ya wananchi yamebebwa na ilani mpya ya uchaguzi wa mwaka huu 2025 2030. Utekelezaji wa mipango iliyomo katika ilani hiyo itaipisha na kuifanya Tanzania kuwa miongoni mwa nchi za uchumi wa kati. Alieleza